Kwa majina ni Cosmas Msira, ni chifu wa kabila la Wakwaya, ambayo kabila yangu inaitwa Kwaya hapa Musoma, ambayo inachukua ni kata 20, ikiwa kata 14 za Musoma mjini na kata 6 za Musoma vijijini, ambayo ni kata ya Taro, kata ya Ngina, kata ya Nyakatende, vyote kwa moja na Kisoma, na kata ya Nyakange iliyopo wilaya ya Butiama. Sawa. Sasa tunakwenda kuwazungumzia Wakwaya. Tumekuwa tukisikia habari kabila la Wakwaya ndio kabila kubwa sana mkoa Mara na ndio wanaitwa Wanamara wenyewe. Sasa tunakwenda kuwazungumzia Wakwaya, tuojue Wakwaya chimbuko lao, Wakwaya wanatokea wapi? Karibu. Hawa Wakwaya walitokea Sudani. Sudani. Walitokea Sudani miaka elfu moja na mia saba ambapo walikuja hapa Tanzania ni ki baada kwa metokea Sudan walifikia Uganda. Uganda wakaja Bukoba. Bukoba kwa mfika eneo hili, na baada kutoka Bukoba walifikia kwa eneo hili, walifikia wapi? Kwa eneo hili walifikia Bukoba, walifikia Bukoba, na kwa ameshuka kwa vijiji vya huko vya Jena, Misoma, Nyakanga ndiyo maeneo ambayo aliofikia aneo makuba wakati wanafika sasa. Wakati wanafika eh, hapa unasema rukuba, walikuwa wanashughulika na shughuli gani wakati huo, kipindi hicho? Walikuwa wanashughulika na shughuli za uvuvi. Ndiyo mm -hmm. shughuli likuwa kubwa ya uvuvi wakwaya katika mahadiri sasa. Mtoto wa kike labda akitaka kuolewa, labda ni hatua zipi ambazo ulikuwa unachukua kama wazee wavii? Kwanza kabisa, kijana alikuwa anataka kuoa, anaongea na wazazi wake baada ya kuongea na wazazi wake, wazazi ndio watakao kufikiria ni kitu gani amemfaa kijana wao, kutokana na zile nyumba anazoenda wanazochunguza. Sasa poa kwamba hii nyumba hii kijana wetu akiwa pale ni nyumba ambayo ni, ni salama, haina shida yoyote. na mlikuwa mnachunguza vitu gani? Sasa baada ya kuwa kabla haja kijana hajaona labda vitu ambavyo mlikuwa mnachunguza hapo mwanzo kabla ndoa kuwepo, mlikuwa mnachunguza vitu gani? Cha kwanza kabisa ni hekima ya yule mtu na hekima ya familia ile, kama tukameshapata mchumba. Lakini kama tukajapata, kubwa kabisa ni hekima ya yule kijana. Kijana kwanza, je, anaposema anataka kuoa maadili yake yamemtosha? Sio kuja kuoa mtoto wa mtu anaanza tena kumtelekeza kwao. Ni ilikuwa ni kitu cha kwanza kabisa kukiangalia, hekima ya kijana wako anaenda kuoa. Utaratibu wa makabila mbalimbali hapa nchini Tanzania na bara zima la Afrika ni kwamba kuna magonjwa yaliyokuwepo ya asili kabisa. Kwa mfano, tuko tunaangalia sehemu za Mkabwa kule, tuko tunaona kuna wakoma, ugonjwa wa ukoma. Je, kwa Wakwaya ugonjwa gani uko unasumbua ule wa asili? Nafikiri ni huo ukoma, kwa sababu ukoma ndio ulikuwa kwanza ugonjwa ambao kila mtu alikuwa analiogopa, eh, ilikuwa tishio kwa kipindi hicho. Kwa hiyo wakiangalia kwanza ile familia haina huo ugonjwa, wanaamini kabisa kwamba ni familia pekee ambayo wao wanahisi kwamba wana wanapaswa kuiolea hitimisho la ugonjwa huo. Sasa baada ya kuona kwamba limefifia, mlitumia njia gani kuhakikisha ugonjwa umepotea? na maki ugonjwa umepotea, je, mlitumia njia gani kuhakikisha kwamba ugonjwa umepotea? Tiba asilia zilizokuwepo zilikuwa ni nzuri na watu walikuwa wanaamini sana tiba asilia kuliko tiba za kisasa kwa hiyo zile tibaasilia waliweza kuzitumia vizuri na hatimaye ugonjwa kwa. Wamepata miiko inayokataza mtoto wa kike au wa kiume kwa Wakwaya, miiko kwamba huyu akifanya hivi, hili ni kosa kwa Wakwaya, labda anatakiwa ajibiwe. Ilikuwa ni miiko gani naokataza kwa vijana na na, na watu wa kike? Kwanza kabisa ni kwa kipindi hicho ilikuwa ni mavazi, nafikiri mavazi ilikuwa ni changamoto kubwa sana kama mtoto wa kike kwa mfano, mpaka sasa sisi sisi wa kwaya mtoto wa kike hataki kuvaa suruali, naona na mtoto wa kike hataki kuvaa sketi fupi, ambayo ina inaonyesha maumbile yake. Kwa hiyo vitu hivyo vilikuwa vikitokea kipindi hicho, mtoto alikuwa anaadhibiwa, na alikuwa na nashukuru Mungu alikuwa anasikia, kwa alikuwa anasikia, kwa akichapwa na arudi tena. Na kwa sasa dunia imebadilika, iko kiganjani, nasema dunia utandawazi kwa sasa nyinyi mmerudisha ule utamaduni wa kuhakikisha kwamba mnasimamia mahadiri, mila na desturi. Je, yeah. mko tayari kuendelea kuhamasisha yale ya nyuma kwa sasa? naamini ni asilimia mia kwamba sisi kama kabila la Wakwaya tuko tayari kuhakikisha mia mia. asilimia mia kuhakikisha Tanzania, sio kabila letu tu. Tanzania tunarudi tukiishi katika enza za wababu zetu, kwa sababu kipindi kile wababu walikuwa wanaishi na mimi nilikuwa naishi vizuri kabisa na bila kufata taratibu za hizi za kisasa ambayo zimekuja kwamba tandawazi amekuja kusababisha watu kkotoa watu, watu maadili. Je, yeah, mtawasaidiaje watu ambao wanaingia nani hapa kijijini kwenu na ambao hawajajua kama hili swala mnalifanya mnasimamia mazingira a mira na tamaduni, sheria na kanuni zenu. Na na sasa amekuja mgeni amevaa vile na labda kuna elimu yote, mnaweza mkamuita mkamwambia, bwana sisi tumekuja kwetu, lakini ili hatutaki hivi moja na bii tatu, usirudi kuja hapa umevaa hivi no. Ndio elimu yaipo ndio mwepo kwa sababu mtoto wa kike kama amekuja mvaa vile, hata sio akike tu, hata kijana kama amevaa mlegezo mm -hmm. Na, na lazima wazee watamfika na na kumshauri yeye kama yeye, lakini pia watashauri na wazazi wake pale kufikia kwamba binti yenu iliyokuja, angalieni taratibu za mavazi na mavaa, hautupendezi sisi kama kama kabila letu. Mpenzi mtazamaji wa Nyanja TV, tunakwenda break kidogo, lakini tunakwenda kuipata ngoma ya Mbegeti inapigwa nyuma yetu hapo.